Huyu jamaa bwana anatambulika kwa jina la Sata, anaishi pamoja na baba yake lakini pia familia hii inasemekana baba kipindi hicho ambapo mtoto wake alipokuwa mtoto mdogo, mke wake alimkimbia na kwenda kuolewa na mwanaume ambaye alikuwa ana maokoto. Hivyo mpaka hivi leo, kila ambapo baba alikuwa akimuhimiza mwanaye juu ya kuchukua maamuzi ya kuoa, kijana alikuwa anamkatalia baba yake na kumweleza bado anajitafutia muda, kwani yeye anahitaji kuweza kumpata mwanamke ambaye atakayempenda kama jinsi alivyo, na wala hahitaji kufanya makosa kama ambayo alikuwa akayafanya baba yake. Mzee alikuwa akapatiwa kijumba kidogo ambacho kilikuwepo ndani ya eneo ambalo lilikuwa ni la kaka yake. Sasa bladha yeye alikuwa ana maokoto tofauti na mdogo wake, lakini pia familia ya bladha walikuwa wanataka huyu mzee aweze kufukuzwa, kwani wao walikuwa wanadai sata pamoja na baba yake vitu vingi walikuwa wanachukua kutoka kwa bladha, ikiwemo hata nyanya pamoja na maji ya baridi. Na sata pamoja na baba yake kazi yao kubwa ilikuwa ni kuendesha magari ya kubeba mizigo kupeleka sehemu mbalimbali ndani ya taifa lao, lakini pia hizi safari zilikuwa ni ndefu, zilikuwa zinawachukua takriban miezi kadhaa kwenda pamoja na kuweza kurudi. Sasa katikati ya hii safari kulikuwa kuna kituo ambacho wao mara nyingi walikuwa wanakitumia kwenda kupata chakula, lakini pia kuweza kupumzika, ikiwemo pia kuweza kuoga na kufua nguo zao. Huu ni ulikuwa ni mgawa ambao ulikuwa unamilikiwa na mzee mmoja pamoja na binti yake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Mita. Mzee pamoja na huyu binti walikuwa ni watu maarufu sana kwa hawa madereva, kwani walikuwa wanaifanya hii biashara kwa muda mrefu, lakini leo anafika bwana mmoja akidai ya kwamba alikuwa anamdai pesa. Huyu mzee anamweleza mlipe pesa zake, kama ameshindwa, basi amruhusu ya binti yake aweze ya kuolewa na shemeji yake, lakini mzee anaweka ngumu, anasema ya kwamba swala haliwezekani. Ndani ya hizi safari, kijana wetu Sata kwa bahati nzuri akafanikiwa kukutana na binti mmoja ambaye nyumba yao ilikuwa ipo barabarani. Binti huyu mrembo alikuwa anatambulika kwa jina la Jindi. Sasa binti huyu yeye bwana alikuwa anapenda sana pesa, yani alikuwa magari ya kifahari akipita ya yakimpigia ya honi yeye alikuwa anajisikia vizuri sana lakini pia alikuwa anapenda kufanya shughuli zake katika bomba ambalo lilikuwepo nje ya nyumba yao ili watu ambao walikuwa wanapita na magari waone urembo aliyokuwa nao. Sasa Jindi, ndoto zake kubwa katika maisha yake ni kuja kuolewa na mwanaume ambaye mwenye pesa, kwani nyumbani kwao pesa ilikuwa ni adimu, hata mchele wa kula ebwana ulikuwa unawapiga chenga. Sata yeye hakutambua hilo swala, bali urembo wa bimdada ukamfanya akawa kipofu. Hii ikawa ni safari yake ya kila siku. Kila ambapo alikuwa akipita ndani ya hili eneo, anajidai kama vile gari lake lilikuwa ni bovu, anashuka chini, anajidai kama vile analitengeneza, lakini lengo kubwa ilikuwa ni kuangalia urembo wa bimdada Jindi. Kama hiyo itoshe bwana, siku moja akaamua kwenda kumwachia kifurushi cha mpunga ili kiweze kuwasukuma siku mbili tatu. Bimdada alifurahi, lakini pia maisha yakaendelea Leo Sata akafanya mipango mpaka gari lake likaharibika mbele ya nyumba ambayo alikuwa anaishi bimdada jini pamoja na familia yake. Gari hili bwana afundi mpaka aweze kufika ndani ya hili eneo na kuweza kulitengeneza ilikuwa inachukua muda ya kidogo. Hii ikampatia nafasi Sata kuwa anamtazama bimdada, lakini pia kuweka ukaribu pamoja na baba yake. Watu wao wakazoeana pamoja na hii familia mpaka ikapelekea kuna muda akawa anacheza wote karata, lakini pia mshikaji akawa anapata muda wa kwenda na bimdada sokoni. Yeye alikuwa anaona rasa sana kuweza kuongozana na huyu bimdada, hazungumzi naye jambo lolote, bali kumtazama tu. Moyo wake ulikuwa unaridhika. Baada ya gari lao kuweza kupona leo, anamwaga bimdada, lakini pia anamweleza ametokea sana kumwelewa, hivyo anatamani kuanzisha familia pamoja na yeye. Bimdada anamweleza kwamba je, kama akihitaji kupatiwa cheni ya dhahabu atampatia. Muungwana anasema yeye atafanya juu chini, mpaka aweze kumpatia kitu anachokihitaji. Jindi baada ya kusikia maneno kama hayo akaona hakika ameweza kumpata mtu ambaye ana uwezo wa kutimiza ndoto zake, lakini anamuonya mshikaji kwa kumweleza fanya juu chini, uwahi kurudi na kuweza kuleta plopozo kwa familia yangu, sababu wanatafutia mtu wa kunioa, na endapo ukichelewa utakuta tayari nimeshaolewa na mtu mwingine. Sata anafurahi sana, lakini huku upande wa pili kwa bimdada mita, siku hii ya leo anakuja nkoo wake kutoka katika sehemu ya Panjabi. Anamweleza kwamba kama akihitaji kuweza kumtembelea lakini pia kwenda kutafuta kazi nyingine, basi bele katika maeneo ya Panjabi naye atamtafutia kazi nzuri ya kuweza kuendesha maisha yake ya kila siku. Anamwachia business card, bimdada anafurahi sana. Lakini baada ya familia ya mtalamu wetu sata kuweza kufika ndani ya hili eneo, unakuta bimdada anahuzuni, lakini pia anawapasha habari ya kwamba mjomba wake ameshapoteza maisha siku nane zilizopita. Watu hao wanahuzunika sana, kwani yule mwamba walikuwa ni mtu ambaye walikuwa wamezoea naye kwa muda mrefu. Lakini pia leo bimdada anamweleza anko, anamwomba mbebe, waelekee naye anjabi sababu kule kuna ndugu yake ambaye anahitaji kwenda kuishi naye kwani anadai kwa sasa hatokuwa na uwezo wa kuendelea kukaa ndani ya hili eneo akiwa peke yake. Asubuhi na mapema, kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuondoka na bimdada bwana, wanakijiji wanazunguka ile gari na kuweza kulizuia, ikiwemo pia yule mtu ambaye alikuwa na mdai anko wake na huyu bimdada. Wanasema ya kwamba haitowezekana kwa hawa waungwana kuweza kuondoka na, na huyu bimdada unless kijana wao ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Sata afunge ndoa pamoja na bimdada mita, na wanakijiji watakuwa na amani ya kuweza kumwachia binti yao kuondoka ndani ya hili hili eneo na endapo Sata akikataa kufunga ndoa na huyu bimdada, basi wanakijiji wakasema ya kwamba bimdada huyu akubali kufunga ndoa na shemeji yake na yule mwamba ambaye alikuwa na mdai ankowake pesa. Sata akatafakari sana pamoja na baba yake, kwani ndani ya moyo wake tayari alishamuhifadhi Jinda. Sasa itakuwaje? Leo anaambiwa amoe mwanamke ambaye hakuwahi hata kumuwaza ili aweze kumsaidia. Bimdada mita akaamua kuchukua maamuzi ya kufunga naye ndoa, japo yeye alikuwa anajua ya kwamba hii itakuwa tu ni ndoa ya kawaida. Baada ya jambo kuweza kupita, akaondoka na bimdada na kwenda kumwacha katika eneo ambalo alikuwa anaamini kabisa ataenda kukutana na mko wake, lakini wakiwa njiani, bwana, wanapita nyumbani kwa kina jindi na kukuta kuna shamla shamla za kutosha. Baada ya kumuuliza bwana, baba mko wake ambaye alikuwa ni mtarajiwa, anamweleza kwamba binti yake jindi anaolewa. Bwana, mshikaji aliumia sana. Inakuwaje mwanamke ambaye alikuwa amepeana miahadi ya kufunga ndoa leo anaolewa na mtu mwingine? Tena alikuwa ni mshua babake, na jindi akamwomba sata amsaidie kubeba feneche bwana mshikaji alikuwa kabeba huku roho yake ikiwa inauma, lakini baada ya kufika eneo la kazini huku akiwa ana huzuni ya kutosha, bwana leo pia anakutana na bimdada Mita amerudi ndani eneo ya hili eneo na kudai ya kwamba ameenda katika maeneo ambayo alikuwa kaelekezwa atampata anko wake, lakini kwa bahati mbaya anko wake hayupo ndani ya lile eneo. Lakini pia bimdada anadai amewapatia watu kazi ambao anasema ya kwamba baada ya siku nne ama tano watafanikiwa kuweza kumpata anko wake. Mita anamwomba Sata pamoja na baba yake t hifadhi kwa muda wa siku nne ya matano na baada ya ukoo wake kupatikana basi yeye ataondoka ndani ya hili eneo na kwenda kuishi kwa ukoo wake hasa ili baba yake na Sata aweze kuficha huu msala kwa kaka yake. Bwana Leo anawaeleza ya kwamba yule binti siyo mke wake na Sata bali ni mfanyakazi ambaye umemleta ndani ya hili eneo kukaa kwa muda naye ataondoka muda sio mrefu. Bimdada bwana alikuwa ni mchapakazi sana, kwani baada ya kufika nyumba alibadilisha, lakini pia alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana samaki. Hivyo siku hii ya leo Sata akaondoka na bimdada kuelekea naye sokoni kwenda kuchagua samaki, lakini pia kipindi ambacho alikuwa anarudi akawa kambeba kwenye baskeli mita alionekana kuenjoy sana kampani ya mshikaji lakini pia familia ya mjomba wake na Sata. Ebwana alikuwa anampigisha sana kazi huyu bimdada. Lakini pia leo mshikaji baada ya kufika ndani ya hili eneo kwa lengo la kuweza kuomba barafu ili angalau akapozekoa kutokana na jua lilikuwa ni kali ebwana, anti anamkunjia sura na kumweleza kwamba ebwana, friji ni bovu haligandishi. Ungali bimdada alisikia shangazi akilalamika kwamba barafu zimeweza kuganda za kutosha kwenye friji, bimdada aliumia sana, akaamua kukusanya vyuma chakavu vyote ambavyo vili po ndani ya hili eneo na kuweza kuviuza kisha akamnunulia Sata watakempa na pesa zilizokuwa zimebaki akaenda akampatia muungwana, akafurahi sana, lakini pia akawa na kibeba ndani ya gari. Leo katika safari zake anapita tena nyumbani kwa kinajindi. Baba ya kina Jindi anamwita mshikaji na kumpatia taarifa njema ya kwamba Jindi ameachika kwa mume wake siku moja tu baada ya ndoa. Hivyo anamuomba kwa kutumia traki yake waende nyumbani kwa mume wake na Jindi wa zamani kwenda kuchukua vitu vyake. Sata akakubali, bwana leo akaenda kuchukua vitu tena kwa matambo pamoja na maneno ya dharau, kwani alitambua ya kwamba kwa sasa fursa ilikuwa ni ya kwake. Bimdada naye kwa kutumia tabasamu lake bandia akamchota mshikaji, akawa anampeleka katika saluni ambazo zilikuwa ni za bei, anamnunulia viatu vizuri, lakini pia siku moja akafanikiwa kumpelekea zawadi ya nguo bimdada. Baada ngu ya kuiangalia, akamweleza mbona hii ni nguo ya bei rahisi sana hivyo hahitaji kabisa kuweza kuiona wala kuivaa. Jindi alikuwa ni mwanamke ambaye anapenda sana maokoto na kuweza kuwachuna waungwana tofauti kabisa na bimdada Mita. Yeye alikuwa katulia zake anaangalia tu picha ambazo alikuwa kapigwa siku ile ya ndoa kati yake pamoja na mtaalamu wetu Sata. Lakini pia ni bimdada ambaye alikuwa yuko nomo sana, wala hana matumizi pamoja na gharama za ajabu ajabu. Leo kipindi ambacho Jindi alikuwa anatoka sokoni, uso kwa uso anakutana na Mita. Kwa kuwa walikuwa ni watu ambao hawafahamiani, stori zikawa zinapigwa za hapa na pale, lakini pia bimdada Jindi akamuuliza Mita je ameolewa. Mita akasema ameolewa na dereva ambaye anaendesha magari ya mizigo. Bimdada anasema ya kwamba ni mwanaume ambaye amempenda sana tokea miaka saba iliyopita, lakini hakuwahi hata siku moja kueleza hisia zake. Jindi baada ya kusikia hivi akamuuliza bimdada, je hawa watu huwa wanapiga baada ya kulewa kwa nini? Naye anadai ya kwamba mchumba wake wa sasa ambaye hivi karibuni wanaenda kufunga ndoa ni mtu ambaye anaendesha magari. Leo mtaalamu wetu Sata pamoja na bimdada miti wanaandaa mazingira. Bimdada alikuwa ajui ni mgeni gani anafika ndani ya hili eneo, lakini ghafla anafika Jindi anashangaa, anakutana na mwanamke ambaye walikuwa wanapiga naye story siku kadhaa zilizopita. E bwana hapa ikawa ni kizungumkuti mshikaji, akawa anajitetea anasema ya kwamba huyu sio mke wake bali anamwomba bimdada Mita aweze kuthibitisha ile jambo, lakini bimdada akakataa kabisa kuzungumza jambo lolote. Jindi akaondoka ndani ya hili eneo kwa hasira, lakini muungwana akaenda kumtuliza na kumweleza hakumuoa Mita kwa mapenzi yake, bali moyo wake upo kwa Jindi. hivyo anamwomba bimdada aweze kutuliza mshono. Jindi anamweleza Sata ya kwa kwamba anampatia siku chache za kumfukuza bimdada Mita ndani ya hili eneo la sivyo, hatahitaji kumwona wala kuzungumza naye. Jindi anaondoka, lakini njiani anakutana na mume wake wa zamani. anamwomba msamaha mdada na kumweleza kwamba yeye bado anampenda bimdada. Hakumjibu jambo lolote lakini, macho yake tu yanaonyesha ya kwamba ni kweli, naye bimdada alikuwa bado anampenda mume wake wa zamani Jindi. baada ya kufika nyumbani anakutana na familia ya mume wake wa zamani, ambao ilikuwa imefika ndani ya hili eneo kwa lengo la kuweza kuweka tofauti zao pembeni, lakini familia ya Jindi nasema ya kwamba kwa sasa hatutoweza kutoa maamuzi yoyote, kwani huyu bimdada anakwenda kuolewa siku chache zijazo. Watu hao wawili wanaangaliana kwa macho ya matamanio, lakini ndio hivyo familia zimeshaamua upande wa pili. Sata anafanikiwa kumfikisha mita mpaka kwa ukoo wake, na baada ya kufika bimdada anamwaga mshikaji kwa shingo upande na kuanza kuanguka kilio mbele ya ukoo wake. Sata aliona kwamba ni bora ameweza kutua huu mzigo, anajaribu kumpigia bimdada Jindi ili aweze kumpatia taarifa njema, lakini bimdada simu yake ilikuwa haipatikani. Akiwa bado anatafakari bwana, baada ya kuweza kuiona ile watakempa, akaanza kumkumbuka bimdada mita na kuanza kukumbuka ule ukarimu wote pamoja tabasamu lake lakini pia mambo ambayo alikuwa anayafanya mshikaji, moja kwa moja akatambua ya kwamba hakika bimdadamita alikuwa ni msichana wa tofauti, lakini pia alikuwa na mapenzi ya kweli juu yake. Mkesha unapigwa na huu ulikuwa ni mkesha wa harusi baina ya mtaalamu wetu sata pamoja na bimdada jindi. Lakini usiku wa leo mwamba, baada ya kutafakari, akagundua ya kwamba hakika hisia zake hazipo kwa jindi, bali zipo kwa mita. Anabeba begi lake usiku wa manane na kujichenga, lakini baada ya kufika stendi anamwona jindi, naye anafika ndani ya hili eneo huku akiwa akabeba begi. Du, hawa ni wanandoa wa kwanza ambao wanaamua kuweza kuikimbia ndoa yao wenyewe. <laughs> Hatari sana. Bimdada anamweleza mshikaji ya kwamba hataweza kuolewa naye, kwani alishaolewa mara ya kwanza, na yeye anaona kuachana na mume wake wa kwanza alifanya makosa, hivyo anahitaji kwenda kurudiana naye. Lakini pia bimdada baada ya kugundua Sata naye alikuwa kabeba begi lake, alikuwa anahitaji kutoroka, hivyo watu hawa wawili wakafanya maamuzi ya kusaidiana kuitoroka harusi yao ya siku ya kesho. Safari inawapeleka mpaka sehemu ambapo mshikaji alifanikiwa kuweza kumwacha Mita. Baada ya kufika anko, anamweleza mshikaji ya kwamba bimdada ametoroka ndani ya hili eneo na kuelekea sehemu isiyojulikana, na hii ni baada ya yeye kuhitaji kumwozesha kwa mtu mwingine. Sata leo alikuwa anaendesha gari kwa uzuni kubwa, pembeni akiwa kaketi baba yake. Safari ilikuwa inawapeleka kwenye kijiji ambacho wao wali naamini bimdada mita atakuwepo. Baada ya kufika, Sata anakutana na Mita na kuweza kueleza hisia zake. Hakika bimdada alifurahi. Watu hawa wawili wakaamua kuondoka na kwenda kuanza maisha mengine. Bwana, hapa ndo tunafika mwisho hadithi yetu, lakini kama umeipenda hadithi hii na umeenjoy video hii ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia a kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.